Ndugu zangu, mabibi na mabwana, ninao pia furaha kujumuika pamoja nanyi katika hafla hii ya kuanza rasmi utekelezaji wa utaratibu huu mpya ambao tuliingia makubaliano ya usimamizi binafsi wa sekta ya sekta ndogo ya fedha, ambapo tuliingia makubaliano hayo tangu mwezi Machi kama alivyosema mkurugenzi wa usimamizi wa sekta ya fedha kati ya Benki Kuu ya Tanzania na vyama vya uh, taasisi hizi za watu wa huduma ndogo za fedha ambapo kwa Tanzania na vyama viwili, kimoja kikiwa ni Tanzania Association for Microfinance Institutions and yani TAMFI na cha pili ni Tanzania Microfinance Union ya yani TAMIU na vyama hivi tuliingia makubaliano hayo ikiwa ni hatua mojawapo ya kuongeza jitihada zetu za pamoja katika kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara, kuleta mshikamano na kufanya sekta hii iwe ni nzuri. Mtakumbuka palikuwepo majina mabaya kwa watoa huduma wa sekta hii ndogo ya fedha, e, majina yale inaelekea yalitokana na aina ya huduma zilizokuwa zinatolewa. Kuna waliowaita mikopo umiza, wengine mikopo ya kausha damu, mingine wengine ma, mikopo ya kabaroho <laughs> Hatua hii tunayozindua leo ni sehemu ya juhudi zetu za pamoja katika kuweka mazingira rafiki ya kisera kisheria na kitaasisi kwa sekta ndogo ya fedha hapa nchini ambayo imeendelea kukua kwa kasi kubwa kama alivyosema mkurugenzi wa usimamizi wa sekta ya fedha. Na mpaka leo tunazo taasisi zipatazo amesema elfu uh, mbili na mia sita hapa nchini, kwa utaona taasisi hizi elfu mbili na mia sita namna ya kuweza kuzifikia. Tuliamini kwamba utaratibu huu wa kujisimamia wao wenyewe kwa kufuata misingi ya leseni ya masharti yaliyoko kwenye leseni zao itakuwa ni fursa ya kuwawezesha watoe huduma nzuri na kuendelea kuwalinda wateja wetu, kwa sababu sisi benki kuu kwa mujibu pia wa sheria tumekasimiwa jukumu la kuwalinda wateja ndio maana kwenye sekta ya fedha uh, huwa kupitia idara yetu ya ujumuishi na ustawi wa fedha, wa, wa sekta ya fedha e, kuna kitengo kinachosimamia malalamiko. E, lengo ni kuhakikisha kwamba watu wote wanaopata huduma za fedha wanapata kwa viwango vinavyostahiki bila bugudha, lakini watoaji nao wa huduma za fedha wanatoa huduma zao kwa viwango vinavyotakiwa. Tukio hili ninaamini kwamba litaendelea kutoa mchango chanya na mchango mkubwa katika ujumuishi wa huduma za kifedha hapa nchini, hasa kwa wananchi wa kipato cha chini na wajasiriamali wadogo ambao ndio wamekuwa wateja wakubwa wa, wa kutafuta fedha kwenye hizi microfinance institutions za daraja la pili. Ndugu zangu, mabibi na mabwana sisi sote ni mashahidi kwamba tangu kuanzishwa kwa sheria ya huduma ndogo za fedha hapa nchini mwaka elfu moja sorry, mwaka elfu mbili na kumi na nane ambapo benki kuu ilikabidhiwa jukumu hili la kusimamia sekta ndogo ya fedha na katika sheria, kutokana na wingi na ukubwa wa sekta hii, tulikasimu zile huduma ndogo zaidi zita, ni kama za tumezoea kuziita vikoba, tulizikasimu kwenye mamlaka za serikali za mitaa, lakini kuna huduma nyingine ndogo za daraja la tatu ambazo zinatekelezwa kupitia kwenye vyama vya ushirika vya akiba na mikopo almaarufu kama SACCOS, hizi tulizikasimu kwenye tume ya maendeleo ya ushirika. Sasa sisi tukabaki tunapambana na hali yetu, na hizi taasisi za daraja la pili, ambazo ndizo leo tunazindua utaratibu huu wa kujisimamia wao wenyewe. Fikiria, kabla ya mwaka moja eh? biashara hii ilikuwepo mitaani kwao Tanzania wakati sheria inatungwa mwaka 2018 biashara hii ilikuwepo lakini ilikuwa ni katika kurasimisha kwamba sasa benki kuu tuanze kuisimamia. Kutokana na mazingira hayo, benki kuu tuliandaa kanuni za namna ya kusimamia huduma ndogo za fedha hapa nchini kwa lengo la kuratibu uh, taasisi zinazotoa huduma hizo kwa lengo la kuzisajili na kuzipatia leseni. Lakini pia kwa lengo la kumlinda mtumiaji au mlaji anayepata huduma kutoka kwenye taasisi hizo, ndipo mwaka 2019 tukatoa kanuni. Katika muktadha huo, mwezi Machi sasa 2025 benki kuu ndipo tuliingia makubaliano ya ushirikiano na vyama hivi vya Tamfi na Tamiu kwa ajili ya kuendelea kuboresha mazingira na kusimamia za taasisi zinazotoa huduma hizo ndogo za fedha kwa ajili ya kuimarisha utekelezaji wa sera, sheria na kanuni za uendeshaji wa biashara hiyo hapa nchini ili tuendelee kuchochea utoaji wa huduma hizo ziwe nzuri zaidi, tuzifanye kwa ufanisi, kwa gharama nafuu na kwa mazingira ambayo yatakuwa ni rafiki ya kuwasimamia na kuwasaidia watoaji wa huduma, lakini kuwasaidia wapokeaji wa huduma hizo. Hivyo sote tunafahamu kwamba pamekuwepo na ongezeko kubwa la watoaji wa huduma hizo ndogo za fedha za daraja la pili, ambapo kwa sasa wameenea katika maeneo yote nchini. Mpaka sasa tunaamini kwenye almost kila kijiji na kwenye kila kata huduma hizo zinatolewa. E, kwa hiyo taasisi hizo kwa namna zinavyotoa huduma, tunao wajibu wa kujenga mazingira wezeshi ili zitoe, maz... zitoe huduma zao vizuri, lakini wananchi wanapopata huduma pia wapate huduma vizuri. Kwa hiyo ukuaji wa huduma hizo katika sekta ya fedha unaendelea kuleta mazingira na changamoto zake. Sisi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia, tumeona ni vizuri tuimarishe mifumo ya usimamizi, ufuatiliaji na kujenga nidhamu ya soko ambayo itaendelea kutoa huduma nzuri kwa walaji, na hiki ndiyo kiini cha makubaliano yetu tuliyofikia kati ya TAMFI TAMIU pamoja na uh, BOT lakini wamekuwepo wadau wengine ambao tunaendelea kushirikiana ambao ni TAMISEMI. Wakati tumetengeneza zile kanuni, tuliteua baadhi ya watu kuwa wasimamizi wa huduma hizo kule kwenye halmashauri, nao tumeendelea kufanya nao kazi vizuri, na tutaendelea kuwajengea uwezo kila mmoja, ili huduma zao ziwe nzuri zaidi na man, malalamiko ya wapokeaji wa huduma yasiwepo.